E, jamani tazameni video hiyo. Hao ndio binadamu bwana, hao ndio ndugu zetu, kaka zetu ambao tunaishi nao, wadogo zetu, wajomba zetu, baba zetu wadogo. Na kuna wengine wakaenda mbali hata kwa wazazi wao waliowazaa. Hao ndugu yao ni mgonjwa, akiumwa, wamuona bora wachukue majukumu ya kumuua theni kuweza kumsachi mali zake na kuchukua, na ndio ndugu zetu wanaona kama vile hufi, wanatamani hufe wakati wowote kuanzia sasa, yani hufe, lengo na makusudio yao wapate chochote, e, mali ambazo umetafuta usiku na mchana, aidha katika ujana wako waangaika. lakini wao hawakujali, bali imekuwa wanawazuoni wanatuambia e, biqadri furusi tamriku nufus, kadri ya pesa zako ndio utakuwa na watu wakokufuatafuata kifupi, watu wanapenda mali na hawampendi mwenye mali. Kwa kadiri utakavyokuwa una kitu na ndio kadiri ambavyo utakuwa na watu, na siku zote watu mpaka machatu yatakuwa humohumo. Kwa ndugu zangu, tujihadharini sana, kufanya adhkari, kufanya dua, visomo vya kinga. Mwenyezi Mungu atukinge katika mahasidi, ni watu wabaya kabisa na mahasidi wapo mlangoni mwako, wapo sebuleni mwako, unakula nao, unalala nao.